Rais wa Syria aapa kushughulikia mauaji ya jamii ya Alawite. Hii ni Njabox TV update, langu jina ni Christina Mbaruku. Rais wa mpito nchini Syria Ahmed Ali Shara ameapa kuwajibika na kuanzisha uchunguzi baada ya ripoti ya mauaji ya raia wa Alawite. Mauaji hayo yaliibuka ukosoaji wa kimataifa dhidi ya ghasia mbaya zaidi tangu kupinduliwa kwa Bashar al-Assad shirika linalofuatilia vita nchini humo la Siria Observatory for Human Rights limesema kwenye ripoti yake mapema kuwa laiya 973 wameangamia ama kwa kuuliwa hadharani au kupitia operesheni ya takasa-takasa ya kikabila iliyofanywa na maafisa wa usalama au wapiganaji wanaojiunga mkono na serikali katika eneo la pwani la jamii ya wachache ya la awite wanaotokea Asad. Mkuu wa haki za kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema jana kwamba mauaji hayo lazima yakomeshwe mara moja, huku Umoja wa Nchi za Kiarabu, Umoja wa Mataifa a Marekani, Uingereza na serikali nyingine zikilaani ghasia hizo huko Siria. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbaruko. Usisahau kusubscribe, kulike na, na kushare ili kwanza kupata notification tunapoacha update mbalimbali.